Kishki TV Nuru, nuru ya dini yako. almaru maa man ahabba, siku zote mtu yuko pamoja na yule ampendaye. Tukiwa hapa katika msikiti huu wa veterinari, e, nje ya msikiti huu tunakutana na moja kati ya women ambaye amefika kuswali na bajaji yake, lakini nyuma ya bajaji unaweza ukaona ni picha ya Shekhe Nuruddin Kishki, na hii ni kawaida ya watu mbalimbali mbali wenye vyombo mbali vyao vya usafiri kubandika picha za wale watu ambao e, wanawapenda, habibi Assalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani mwamba? Naitwa Sheikh Hamisi Juma Kanengene. Hamisi wewe mkazi wapi? Mimi mkazi wa Vikindu. Vikindu. Vikindu. Bajaji ya kwako ama unapigisha alafu baadaye unapeleka mahesabu? Bajaji ya mkataba. Ah, mkataba. Eh. Mkataba. Ah, ukisha tunaichukua mazima. Kwa ya kwa. Au, mazima? Naichukua mazima. Au <laughs> unaichukua okay. Naichukua mazima. Naichukua mazima. Asante sana. Tuambie kipi ambacho kimekusukuma? Naona umebandika picha ya Sheikh Sheikh Nurdin Kishki hapo. Ah, huyu Sheikh, alhamdulillah namkubali sana na nimependa sana mawaidha yake na nanufaika na mengi kupitia yeye, wallahi. Kwa hiyo nimehamasika tusi mkubali, tangia siku nyingi, sio leo wala jana, iko mtandaoni. Mara nyingi mara nyingi e, gani hii? Hiyo nilibandika kwanza, ikaisha, nikarudia tena kuibandika nyingine. Na huo unazitoa wapi? <laughs> nazitoa kwenye peji zake ambazo napostiwa, nafuatilia, na nazikuta, na nazidownload na zichukua, naenda kuzisafisha, na zibandika. Kwao, unachukua kwa gharama zako, unatapisha kwa gharama zako. Kwa gharama zangu si, hata siki na yeye, hata ajui nazitolea wapi mwenyewe pia. Allahu akbar mashaallah. Allah kubariki. Wewe ushakutana naye? Nishaonana naye mwenyewe pia, <laughs> mwenye pia. Hashaniona, nashukuru Mungu yeah, ashanifahamu sasa hivi Mashallah, ongera sana. Ah, kazi zinaenda fresh like. Ah, nashukuru kuna clip yake moja naye ilishawishi sana nipende. Haya alikuwa iko sana mitandaoni. Yamba, ilikuwa kwa inawazuia sana mambo ya muziki nini. Umeona? Kwa hiyo ile naye ikawa inashawishi naye kumpenda zaidi na hamasisha watu wasifikie kama hotuba ya leo tena ndio imechangia kabisa kwamba wana muziki wanafotosha umma wanafotosha nini, kwa hiyo na yenyewe pia nini umeona? Ni mshereheshaji mmoja mzuri sana shekhe. Dawa zake namkubali sana, namwambia nini? Hifadhi na mpe siha njema, mpambe kwa, hasi, kwa afya, azidi kutunufaisha si wanadamu na waislamu kijuma wa kwa sababu wananufaika Waislamu na wasiokuwa Waislamu kupitia kuhamasisha tabia njema. Na mtazamaji wa Kishki TV ni ndugu yetu Hamisi e, Juma ambaye umeshuhudia ametueleza kile ambacho kimemsukuma kubandika picha ya Sheikh Nurdin Kishki. Utakumbuka hata tulipoenda kule nchini Kenya katika mji wa Mombasa, tulikutana moja kati ya Waislamu ambaye naye katika bajaji yake hivyo hivyo aliweza kubandika picha ya shehe akionyesha mahaba na mapenzi aliyokuwa nayo kwake lakini pia Tanzania hapa maeneo ya nje ya msikiti wa vetenari tumeshuhudia ndugu yetu ambaye yeye anatoka Vikindu, lakini eh, anapaki Kariakoo na Ijumaa, mara nyingi sana akisikia Sheikh Nordin Kishki kwa hapa anakuja. Ndivyo ambavyo watu wanajitoa na wanavyokimbilia watu ambao wanawapenda kwa ajili ya Allah. Asante na mimi mtazamaji, umeweza kusikia hiyo kitu na ni kawaida siku zote watu e, kuishi pamoja na wale ambao wanawapenda, eidha kwa kuwaweka moyoni, lakini wengine pia kaona mapenzi ya moyoni hayatoshi, wanaamua pia e, kubandika picha zao katika vyombo vyao vya moto. Hapa ni nje ya msikiti wa vetenari, nyuma ya kamera alikuwa Maringanga, mimi naitwa mwana wa Maalim Mashi. Asante Kishki TV, nuru ya dini yako.